Ongereni sana. <laughs> Kocha, kocha <kanigia> winga. Kanipa winga. <laughs> <laughs> Ujua nafasi yako ni kocha winga moja. Uh, umekuwa na utaratibu pengine wa kucheza mpira au mpira au sinacheza? hapa kila siku masi, tuna mazoezi yetu hapa na miaka miaka mitano, mitano tunacheza hapa kila siku ya, yani kila wiki tunacheza Jumatatu, Jumatano, Ijumaa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anacheza kila siku hapa. Yeah. Mario ameingia leo dakika sita tu pumzi imekata, katoka. E, meja unawezaje pengine kujaza mapafu yako na kuwa fitu uwanjani? Kwa sababu mpira unahitaji mazoezi. Mpira ni mchezo ambao unataka ucheze kila siku. Kwa unapocheza kila siku ndo unaweza kuwa noma. Kama uchezi kila siku huwezi kusurvive kwa sababu ikija mechi ni tofauti na kucheza mazoezini. Kwa kama hujajitayarisha kucheza kila siku hauwezi kucheza. Yeah. Zipo e, yeah. Timu nyingi sana hapa? Ipo timu Alamata. E, wapo kina Alikiba, yeah, yeah. E, kuna kina Konde, yeah, yeah. Wewe uko Bad Nation, yeah. Walikusajili, ilikuwaje ukaamua kujoin na timu ya Bad Nation? kwa sababu ni si utura, ni washikaji wote tunaocheza ile kombe, ni washikaji kwao, tunachaguana tu kwamba wewe cheza huku, mimi ndacheza huku, mimi ndacheza huku yeah. So leo umeshinda nasikia, wale la mata bwana, sio watu wazuri wale Jana yeah, tumewaona hapa, tunawafunga hata saba no. Unaona, unaona timu ambayo tumecheza nao sisi leo ni ngumu. Mimi jana niliona mechi zao. Kona angalia. Timu tuliocheza nao sisi ni ngumu sana kwenye kwenye kwenye mchezo, lakini kama tumeweza kupata matokeo, manake tunaanza kushinda zaidi. So kombe uhakika. Kombe uhakika. Uhakika kwa sababu hii timu tuliocheza nao ni ngumu. Yaani katika ili kombe tuna timu tatu ngumu. Moja hapo ikiwa hii. Kwa kama sisi tumeweza kuifunga hii, basi tunaweza kuchukua. So, kwa leo ni mchezo wa kwanza nasubiria kuweza kuona uko mbeleni yeah. Itakuwaje kama mtaweza pengine una matokio matatu. Sisi tunashinda, tucheze tushinde. Kwa maana tumempiga mtu tatu hapo. Akichangya mwingine anachukua t wangu kule. Leo kocha ametoka dakika, dakika, dakika, dakika sekunde 30 ameshapata goli moja maanaake tukimpa tukimpa dakika dakika 40 anaweza kutufungia goli tisa. Yuko kule pale, tumesajili kutoka apo hapo, hiyo tumetoka kusajili kutoka Kongo. Dakika sekunde 30 kati ya moja, kocha akasema mechi inayofuata anamuongezea time, ka tuna uhakika wa magoli mengi. unazungumziaje uwepo wa Samia Cup? Tunaona e, wasanii wanamichezo mbalimbali, na of course tumaarufu, mmekutana Uh, mnacheza pamoja lakini pia kuna kombe linatolewa hii, kwako unaonaje? Na kitu kizuri, kwa sababu mwezi mtukufu, watu wengi sisi hatuna cha kufanya, hasa sisi ambao kazi zetu zimeshabiana na hanasa sisi tunafanya music, music kuburudisha watu, lakini <clears throat> kifika mwezi mtukufu tunakuwa tuko down, kwa sababu hakuna makongamano kama sasa hivi, wa Wakristo nao wako kwenye mfungo na sisi tuko kwenye mfungo, kwa hakuna sehemu ambayo inaweza kuwafanya watu wawe busy zaidi ya hapa koo ni kitu kizuri, kinatufanya tukutane kila siku, tunafurahi. Inaweza kuleta collaboration tofauti kama hivi, tunafanya interview, kuna brandi nyingi nyingi ziko hapa za makampuni, unaweza kushare ideas na vitu vyote, so ni kitu kizuri ambacho kinawakusanyisha watu wote yeah. Nimeangalia wasanii wa Singeli, uko peke yako, inamaana pengine nyi singeli ampendi mpira unipipi, au ni vipi au hapo? Nafikiri timu ziko nyingi bado, ndo kwanza hii timu ya pili, sijui watu tumegawana gawana, lakini nafikiri hatuwezi kwa sababu nimeona katika kundi ambao wanajaa hapa, wengi nimeona wasanii wapo wa Singeli, yes. Wengi sana sawa. So, eh, cha kuambia mashabiki wa eh, Bad Nation, make sure shabiki wetu wanakuja na energy kwa sababu sisi tunakupa matokeo, so energy ndio tunachohitaji. Njoo hapo shangilie anytime ya yeah. No, sisi tuna uhakika wa matokeo pamoja. Shu sana, bye bye.